Haya yote ni matunda, sio unaona? Kwa hiyo ndio kitu ambacho uh, ndugu kijana mwenzangu, mjasiriamali unatakiwa kufikiri, unatakiwa kuwaza, unatakiwa kuitumia akili yako kuwaza hivyo vitu. Kuna watu wengine wanakuta kabisa ni kijana bado ana nguvu, lakini anachojishughulisha nacho ni kitu ambacho sio sahihi sana, sio sahihi wala hakina manufaa yoyote kwenye maisha yake isipokuwa ni kujitengenezea utu maskini, badala ya kuplani na kuunda kitu ambacho ni bora kwenye maisha yako kiweze kumfanya aweze kufikia mafanikio. Unamkuta kijana ana dili na mambo ambayo sio kuwa na maana. Mtu anakubali kukaa kwenye mapuru kuanzia asubuhi mpaka jioni. Mtu anakaa kwenye mabonanza kuanzia asubuhi mpaka jioni. Mtu anakaa kwenye mapuru, eh, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye vijiwe kuanzia asubuhi mpaka jioni. Unafikiri huyo mtu baadaye atakuja kuwa nani? Hayo ndo majizi ya baadaye, hayo ndo majizi ya baadaye. Sasa we kijana, ili usiwe mwizi, usije ukawa majizi ya baadaye au malamia ya baadaye, unatakiwa kuitumia akili yako kuplani vitu, kuandaa kitu ambacho kitakufanya uweze kuwa na eh, na uweze kuwa na kipato baadaye. Tengeneza kipato chako, tengeneza maisha yako kwa nguvu zako ambazo Mungu alizokujalia. Eh, Mungu kakujalia nguvu za kutosha kakupa uwezo wa akili wa kufikiria, kakupa akili nyingi ya kufikiria ili uweze kuitumia kuweza kuyafanya uh, mafanikio yako yaweze kuwa bora, maisha yako yaweze kuwa bora. Lakini asilimia kubwa ya vijana wengi tumekuwa vivu wa kufikiri, tumekuwa vivu wa kutengeneza miradi, tumekuwa na akili yenye mawazo finyu yasiyokuwa na ubora kuchanganua tumekuwa ni wazembe wa kupambana na kufanya kazi. Tunaona kwamba kuingia shambani na kulima ni kujichelewesha, alafu tunakaa chini, tunaanza kubeti maisha ya kubahatisha. Kikweli unajua, kwenye maisha mafanikio hakuna maisha ya kubahatisha yoyote. Ambayo leo hii unamuona amefanikiwa kwenye maisha yake, hajatokea kwenye maisha hayo ya kubahatisha, kama wengine ambavyo unavyoona wanajipost wanajiposti mtandaoni, wanasema kwamba amefanikiwa kwa sababu ya kubeti. Ah, Maisha sio haya, huwa habetiwi maisha. Bora ili yaweze kuwa bora siku zote ni yale maisha ambayo yanatokana na kupambana, yanatokana na jinsi ambavyo unavyohusisha akili yako pamoja na mwili kwa ajili ya kuweza kupambana kwa hali na mali, ili kuweza kuyafikia mafanikio yako, ili kuweza kufikia malengo yako. Kwa hiyo mchenya wanyanya ukiendelea kuhudumia vizuri, hata kama umeza, ukiwa umezaa hata kama ukiwa umeshaanza kuvuna umeanza kuvuna vizuri unavuna, e, umeshaanza kuvuna labda mchumo wa kwanza wa pili, asilimia ya wengi huwa wana wakishaanza tu kuvuna wanakata kupiga kuanza kumwagilia maji. Hapana, ili uweze kuendelea kuvuna mche wa nyanya. Kwa mfano kama mimi mimi hapa natarajia ku, kuwa na michumo isiyopungua 15 mpaka 20 hapa. Nategemea kuwa na hiyo michumo. Nimeshaweka hayo malengo lazima Mungu akijalia niwe na michumo isiyopungua 15 mpaka 20 hapa, jinsi unavyoona na ili niweze kupata lazima nisikate mapema kumwagilia nye, eh, kumwagilia maji mche wa nyanya. Kadiri jinsi ambavyo unavyoendelea kumwagilia maji, ndivyo unavyozidi kuzaa na kuendelea kuzaa zaidi. Kwa mfano hizi mbegu za hybrid huwa hazichoki mapema kuendelea kuzaa, huwa hazichoki mapema, zenyewe zinaendelea tu kutu, kutoa mazao kila eh, kila unavyozidi kuihudumia, kila unavyozidi kuimwagilia, kila unavyozidi kuiboresha eh, kuh, kuh, ndivyo inavyozidi kuwa bora na, na kuletea mazao ya kutosha, na, na kuendelea kuzaa pia na kuwa bora na nakuwa vizuri, kama jinsi unavyoona hivi eh, nyanya imezaa kwa namna hiyo, kama jinsi unavyoona hayo yote. Yote haya ni matunda, nyanya imezaa yote haya ni matunda. Na kama jinsi hivyo nilivyotangulia kukuambia, usiwaze kwamba utapata wapi fedha ili uweze kulima nyanya uweze kulima zao hili la nyanya hapa, usisumbue sana akili yako kwaza, hebu anza kwanza kuanza kuandaa eneo lako vizuri. Ukisha kuwa umemaliza kuliandaa vizuri eneo lako, umeandaa vizuri vya kutosha, anza anza anza kumwaga mbegu yako vizuri. Ukisha kuwa umemwaga mbegu yako ya mche wa nyanya Ishakuwa imeota, ishafikisha hizo siku kumi na nne, hebu anza kuiweka kwenye miti, kwenye, kwenye, kwenye mashimo anza kuipandikiza. Ishakuwa umeanza anza kuipandikiza anza kuimwagilia maji. Hata kama ukiwa mfukoni una kiasi cha shilingi elfu ishirini anza nacho hicho hicho, baadhi ya vitu vingine vitakuwa vinajileta vyenyewe vina, vinajitengeneza vina vyenyewe. Hata kama ukiwa unatafuta sapoti basi support huku ukiwa umeshaanza kufanya. So unakuja kwanza kutaka kutafuta kuwezeshwa, wakati huo hujaandaa chochote kile, hujaanza kufanya chochote kile. Hebu fanya kwanza kitu alafu mtu unapokuja kuja kuomba support. Umuombe support wakati huo kila kitu umeshakuwa umeshaanza kukiandaa, kiko vizuri, kiko na, na muonekano ambao ni mzuri na pia hata kama ukiwa unaenda kumpelekea baadhi ya ya vitu e, kama jinsi unavyoona hivi inazaa e, ina, kama hivi hiyo, kama jinsi unavyotazama inazaa kwa so muda mchache, so muda mwingi, so muda mwingi hapa, nitaanza kutoa, watu wataanza kula hapa nyanya watu hapa wataanza kula nyanya kama jinsi unavyoona hivi imezaa. Kwa hiyo nakupa hiki eh, nakupa kitu, kitumie vizuri kabisa. Mtegemee kwanza Mungu kwenye kila ambacho unachohitaji kufanya, mwambie yani, mweleze Mungu kwamba unahitaji kufanya kitu kwamba nahitaji kufanya mradi fulani, lakini sina kitu lakini e, Baba, hebu niwezeshe kufanya hicho kitu, ni, niwezeshe nipatie uwezo wa kufanya hicho kitu. Kikweli Mungu hana upendeleo, kama aliwapa wengine na wewe hatokunyima, na anahitaji watu kama wewe ambao niwahitaji, anahitaji watu kama wewe ambao wanahitaji msaada, anahitaji kama watu kama wewe ambao wana kiu na njaa ili awape maji wanywe, ili awape maji wanywe. Anahitaji watu kama wewe, anahitaji sana. Kwa hiyo we mpenzi mtazamaji, nahitaji uwe na akili kama hiyo, ambayo isiyochoka kufikiri. Mimi nime, nime, nime, nikuambia kwamba hapo mwanzoni nilikuwa nimewaza, niliwaza nime kuweka zao la nini la zao la maharage, lakini nilipoona kuwa limefeli, nimefeli kwenye huo mpango sikuweza kukata tamaa, na nikawaza kwamba nafanya kitu kingine tofauti na hicho, kwa sababu kidogo nilikuwa nina uzoefu na hili zao la nyanya, nikaona bora niandae zao jingine la nyanya, niandae zao jingine kama hili la nyanya. Nimeliandaa kama hivi, imezaa kama jinsi unavyoiona hiyo nyanya, nimeliandaa baada ya kuwa nimeliandaa, mwisho wa siku limeanza kunipa mwanga na nuru kama hivi ambavyo unavyoona leo hii. Hata wewe unapata kujifunza, unapata madini kupitia hili zao ambalo nililo liandaa la nyanya. Unapata madini ya kutosha kupitia hili zao la nyanya ambalo nililo liandaa. Kwa hiyo wewe mpenzi mtazamaji mpenzi mtazamaji, na mjasiriamali mwenzangu, akili yako inatakiwa iwe na uwezo wa kufikiri.